Tumehudhuria mkutano wa kwanza wa kimataifa wa mambo ya habari eh, filamu na burudani eh, ambao uliandaliwa na serikali ya India hapa katika mji wa Mumbai. Ni mkutano ambao umekuwa na wahudhuriaji kutoka duniani kote wanaojihusisha na mambo ya habari eh, filamu na burudani, na tumekuja na azimio la mkutano huu ambalo linaitwa Waves Declaration. Yani, World Waves maana yake ni World Audiovisual and Entertainment Summit. Kwa upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nimekuwa leo na ma mazungumzo eh, kati ya serikali ya Tanzania na serikali ya India, ambao kwa upande wangu nilikuwa mimi pamoja na waziri wa nchi wa habari na utangazaji wa India Dr. Roganathan eh, Murgan eh, katika mazungumzo yetu hayo tumezungumzia maeneo yafuatayo. Kwanza tumezungumza kuhusu eh, kufufua tena kwa idhaa ya Kiswahili ya shirika lao la utangazaji la All eh, India Radio kwa kushirikiana na shirika letu la utangazaji la TBC eh, na wao wameonyesha kuwa tayari kabisa, na sasa itakayofuata ni mazungumzo ya utekelezaji wa kurejesha tena idhaa ya Kiswahili katika redio yao ya All India Radio ambayo itakifanya tena Kiswahili kiweze kusikika. E, katika e, bara Hindi na sehemu nyingine duniani ambapo redio hiyo inasikika. E, pamoja na hayo tumekubaliana tena kuanza kuwa na mashirikiano ya kiufundi kati ya TBC na All, e, e, Radio, e, All Radio India hasa katika mitambo mipya ya utangazaji wa redio ya kidijitali ya DRM 30 plus, ambao wenzetu wa India e, wao wako mbali sana. Katika ziara hii tumeweza kutembelea maonyesho na tumeona ni jinsi gani India wamekwenda mbali sana katika teknolojia ya utangazaji na urushaji wa matangazo okay. E, pamoja na hayo maeneo mengine ambayo tumekubaliana kushirikiana okay. Ni katika eneo zima la utengenezaji wa filamu moja e, kuona ni jinsi gani sasa Tanzania na India e, tunaweza kushirikiana katika kutengeneza filamu okay lakini maudhui ya filamu na pamoja na kuzisambaza filamu za Tanzania nchini India na filamu za India kuendelea kununuliwa na kutumiwa Tanzania, kama ambavyo vinaendelea. Lakini pia tumekubaliana sasa kushirikiana katika kuona ni jinsi gani tutaweka eh, maneno ya tafsiri ya filamu zetu katika lugha za huko, yani Kihindi na Kigujarati. Lakini pia filamu zao kuendelea kuwa na maneno ya no ya mchirizi ya, ya chini eh, kwa lugha ya Kiswahili eh, na eneo hilo pia tumekubaliana E, kuona jinsi gani sasa e, taasisi yao mpya ambao wameitengeneza kuhusu sanaa bunifu eh, itakavyoweza wa kuchukua wanafunzi kutoka Tanzania, na chuo hicho ni kipya na kinasisitiza kuhusu matumizi ya teknolojia, sio utengenezaji wa teknolojia, lakini matumizi ya teknolojia eh, ambayo imekusha tengenezwa, lakini pia kuendana na mazingira ya nchi zinazohitaji e, e, eh, teknolojia hiyo. Jingine ambayo tumelizungumza ni jinsi sasa ya kutumia akili mnemba eh, kwa, kwa, kwa shughuli zetu mbalimbali. Akili mnemba inatoa fursa nyingi, lakini pia ina vihatarishi vingi kwao. Tumekubaliana na India, kuona ni jinsi gani tutashirikiana katika kuutumia akili mnemba na kuwa na vifaa vya akili mnemba ambavyo vitazuia au kusaidia katika kujua haraka sana e, taarifa potoshi au, au, au taarifa ambazo sio za kweli ambazo zinasambaa kwenye mitandao, kwa sababu kama nilivyosema teknolojia hii ni mpya inasaidia sana lakini na vihatarishi vikubwa na moja ya hivyo ni kusambaa kwa taarifa za uongo au kupotosha taarifa au kuzigeuza taarifa. Na wenzetu wamepiga hatua katika kuandaa e, tools, yani kuandaa, e, mifumo ya kuweza kupambana na jambo hilo. E, jambo jingine ambalo tumejadiliana nao na ni kuhakikisha kwamba sasa tunawaalika na kuwakaribisha watengenezaji wa filamu za India kutumia maeneo yetu ya kimkakati nchini in Tanzania maeneo hayo ni mlima Kilimanjaro ambao ni mlima mrefu kuliko yote duniani ambao umesimama wenyewe, lakini pia eh, eh, Ngorongoro kreta ambao ni kaldera kubwa kuliko zote duniani, lakini pia Zanzibar ambayo ina fukwe bora eh, katika ukanda wa Afrika Mashariki. Kwahio tumeona tuwakaribishe watumie eh, fursa hizo pia kurekodi eh, filamu zao, na hiyo ni pamoja na watu wao mashuhuri kuja Tanzania e, kutembelea Tanzania lakini pia kuona maeneo ambayo wanaweza wakashirikiana na watu wa filamu Tanzania. Pia tumewakaribisha katika e, ma maonyesho yetu ya filamu ya kila mwaka, kwa mfano Zanzibar International e, Film Festival sinema e, zetu International Film Festival, na wao pia wametualika katika maonyesho yao ya sinema ambayo mara nyingi huwa inafanyika mwezi mwezi Novemba. Kwa hiyo ziara hii imekuwa ya manufaa makubwa sana kwa Tanzania, lakini pia kapwa, katika kuimarisha uhusiano wetu na India. Na tunaamini baada ya hapa sasa itakuwa ni utekelezaji wa haya ambayo tumekubaliana, kwa kuingia katika makubaliano kati ya ta, eh, TBC na All Radio India, lakini kati ya vyuo vyetu vya Tanzania na vyuo vya India ambavyo vimeanzishwa kwa ajili ya teknolojia hii, lakini pia eh, bodi yetu ya filamu Tanzania na, na, na, na, na, na shirika ambalo linaishwa linaitwa National Film Development Corporation la India. Na leo pia tulipata fursa ya kutembelea mji wa filmu ule wa Bollywood. Eh, kuna mambo mengi ambayo tumejifunza yatatusaidia sana tutakapokuwa tunajenga arena yetu pale Kawe, ni vitu gani tuvizingatie, ili na sisi tuwe ni miongoni mwa magwiji wa utengenezaji wa filamu eh, za kisasa hapa duniani.